Niliangalia ilikuwa ni mwaka juzi, alisema anatoa maji sehemu hizi mbili, Chunya na Tunduma. Chunya tulipata bilioni kumi na moja za maji wilaya yetu hii Chunya mjini hapa, lakini hizo hela mpaka leo hii hatujui zinafanya kazi au zinafanya kazi gani, sisi hatufahamu. Lakini Rais yeye alisema ameleta bilioni kumi na moja katika mji wa Chunya mjini. Sasa tunashindwa kuelewa mtogwazi wa kuna kazi inaendelea na kama hakuna kazi inayoendelea je, hizo b kumi na moja ambazo alizitoa mheshimiwa rais kwa ajili ya maji ziko wapi? Na wewe kama mbunge wetu, nilishawahi kukupigia simu nikasema nihakikishie hii b kumi na moja kama rais wa Jamhuri ya Muungano ameitoa kwa ajili ya maji kwenye mji wetu wa Chunya mjini, ukasema ndio hiyo bi kumi na moja rais ameitoa na inaonekana kuna watu walikuwa wanataka kufanya ujanja ujanja, lakini wewe ulijitahidi ukasema, nimezuia mpaka tupate maji ya kutega mto Gwazi. Sasa hatujui mpaka leo hii, mheshimiwa mbunge, hizo fedha zinafanya kazi au hazipo. Na kupongeza kwa wewo wote ulioongea, naomba kweli akafanyiwe kazi. Tuko tayari kukusapoti kwa ajili ya kujenga hizi shule zote mbili kwa moyo wote, tuko tayari kabisa. Hivi changamoto ni kubwa na zimetukuta ni aibu kubwa. Halafu kwa nguvu yako kubwa ambayo unayo. Tukiwa tumesoma shule hiyo hapo pamoja. Kwa hiyo ukishaita washikadau ni rahisi sana. Kama Chunya kati haina swali. Hivi ukiita wale wote ambao tumesoma pale kuna maswali? Anna. Labda hii ingeni ndio itatusumbua kidogo. Lakini tunaomba tushikamane, tuko tayari kabisa. Mheshimiwa, kuna shida kubwa sana hapa matuta hapa. Sisi hatupendi kuweka maandamano kila siku, twende bomani kama walivyofanya Kiwanja na Kibaoni. Tuko Ikulu sisi wa starabu. Tunaomba tuwekee matuta, itakuwa ni aibu tunaandamana, tunaenda ofisi ya mkuu wa wilaya wakati tunakaa naye huku huku. Hatupendi hilo swala Mheshimiwa, tunaomba matuta sasa kwa uaminifu wako, natoka darasani na kuamini sana naomba kafanye hili ni shida kubwa sana kujifungua. Tuachane na wazee, angalau wazee basi, sababu na wenyewe hii, hii bima ya afya wanawapa ni changamoto. Amna wote wakifika pale wanadaiwa wa hela nani hela, na changamoto kubwa iliyopo sana. Naomba zile internet zile zinafanya vizuri kazi. Huyu mzee wangu siku moja alipata ajali hapo mteremko wa kiwanja, alikuwa anaenda kwa katibu wa CCM nadhani mwangu alikuja kiwanja akapata ajali akagonga gari kwa nyuma na pikipiki akapata majeraha, wakati nakimbiza hospitali. Mimi nikapigiwa simu, nikachukua bodaboda, nikawa naenda. Kufika pale nikakuta ameshapata matibabu na mzee mwezi, lakini nikauliza gharama za huyu mzee. Tumekuja na bima ya afya, huyu tayari anayo. Walisema hapana, sisi tumeshachukua hela. Nikasema hizo internet zema hazifanyi kazi kwamba huyu ana bima ya afya au hana? Walikataa kabisa, kwa hiyo hiyo hela ilikuwa lakini mzee na bima ya afya, naomba hebu tuambie utendaji wa kazi pale hospitalini ukoje? kama na bima ya afya alafu tena wanachukua hela yako, kwa nini hawajui kama wana bima ya afya ya afya na umeshaambia kwamba nayo. Nashukuru sana kuonana na mbunge wangu wa wilaya ya Chunya, ambapo nataka ni muombe kama ombi, kuna barabara yangu moja inayonisumbua nisumbua sana, kutoka stendi ukitoka pale stendi kuna tuta, unapotoka pale tuta unaenda pale kwa baozi yangu kapasi. Ile barabara maji yanatusumbua sana kiasi na kwamba, yani, ile barabara ni maji ambayo yanatoka barabarani mpaka nyumbani kwangu kabisa. Vipi kutengeneza mtalo angalau kunusuru nyumba yangu? Na mimi niseme cha kwanza, nimeapokea kwa mikono miwili na kwenda kwenda kuyafanyia kazi. Ndugu yangu Epson amezungumza ya habari ya, ya barabara. Hii barabara kubwa ilivyojengwa, maji yanatoka barabarani yanaenda kwenye nyumba yake. nita nimelipokea hili, nitashikiana na viongozi wa serikali ya vijiji ili tuweze kufanya ziara hapo kwako, tuweze kuona, na kwa kweli barabara iko chini ya TANROADS, wao tutawaelekeza waje tuone hiyo changamoto ya maji yanayokuja kwa nyumba yako na serikali, sio nyumba yako tu, na baadhi ya maeneo mengine, basi tupate mwelekeo mzuri, ili hiyo changamoto na wananchi wengine wasiweze kuipata. Kaka yangu Jacob, na kushukuru kwanza kwa pongezi, nimezipokea, lakini kwa yale uliyosema yasema, nimepokea na itaenda kuyafanyia kazi, lakini umezungumza habari ya shule yetu ya Chunyakati na ile shule mpya ambayo tunaenda kuijenga. Ninaomba mimi na wewe tutashirikiana pamoja, tuhakikishe kwamba haya tunayoyasema tunaenda kuyatekeleza kwa vitendo. Bahati nzuri mimi sio mwongeaji, unanifahamu toka, toka wewe kaka yangu toka tuko shuleni, mimi sio mwongeaji sana. Mimi ni mtu nataka kuona matokeo. Kwa kuwa nataka tuone matokeo, tutaendelea kupambana kwa haya ambayo tumeyasema, hasa hii shule zinakwenda vizuri. Lakini umezungumza habari ya matuta hasa pale eneo la karavatini pale. Kilio hiki nimekipokea muda mrefu, lakini nimekifikisha kwa watu wa TANROADS mara kadhaa, lakini kwa sababu hao hawatusikii, kuna njia mbadala tutaitumia na mtaiona, mtaiona muda si mrefu, sawa? Ndugu zangu, mtaona muda si mrefu. Mengine yanakuwa siri za kambi. Lakini jambo la mwisho, mliongelea habari ya bima ya afya kwamba kuna wakati mtu na bima ya afya lakini mtu nakuta ametoa fedha. E, kwanza ni jambo ni jambo ambalo aliwezekani ukishakuwa na bima ya afya. Ndio maana tunasisitiza bima ya afya ili mtu aitumie kupata huduma. Kwa hiyo kama mtu alikuwa na bima ya afya akachajiwa fedha, hayo ni makosa yamekuwa yamefanyika, hayo ni makosa yamekuwa yamefanyika, na mimi niombe kwamba wakati wowote mtu ukiwa na bima ya afya ukadaiwa fedha, namba yangu iko wazi, mniambie hivo, na ndaweza kuwapatia. Mniambie huyu anayetufanyia hivyo, turuke naye, hatufai kuwepo Chunya. Tunataka tuone tunataka tuone kwamba huduma za afya tunazoziboresha nyinyi Wanachunya ndio mnufaike nazo, na kama mnavyojua ndugu zangu, ugonjwa hauna hodi, au ajali haina hodi wakati wote kakupata, lakini kupitia kadi yako ya bima ya afya tunataka ile ikusaidie, usitoe fedha mfukoni. Kaka wangu Matias, ni kushukuru kwanza, nimefurahi kukuona na mimi niseme, kupitia hadhara hii naomba tuzidi kushirikiana katika ujenzi wa Chunya. Tumekuwa na wewe muda mrefu kama kaka yetu hapa mjini, umeona umeona Chunya inavyobadilika, umeona mambo yanavyokwenda, lakini na imani unatamani kuiona Chunya sio hii tuyokuwa nayo sasa hivi, iwe Chunya bora zaidi. Niombe, mawazo yako nimeyapokea, wewe na mawazo ya Wanachunya mengine yote tayapokea, na mimi kama mtumishi wenu mlipa dhamana, mnitanguliza mbele, nitaenda kuyapigania hayo. Lakini la pili, umezungumza habari ya maji. Chunya maji ni changamoto, ukizungumza habari ya maji Chunya ni kichefuchefu. Serikali ilitupatia fedha kiasi cha shilingi dola milioni tano ambazo dola milioni tano ni zaidi ya bilioni kumi na moja kwa shilingi, inategemea na ile rate ya kubadilisha fedha kwa kipindi hicho, ni zaidi ya bilioni kumi na moja. Tulipewa hizi fedha kwa ajili ya mradi wa maji ambayo tulisha saini tayari na mkandarasi, ambao unajulikanika mradi wa maji wa miji ishirini na nane. Mradi huu umesuasua kwa sababu kulikuwa kuna changamoto kubwa ya utekelezaji wa huu mradi. Walikuwa wao kama yeye, walikuwa wao wanataka wautekeleze huu mradi wa maji kwa kuchimba visima. Mimi niliukataa, na wengi nilikuwa nawashirikisha, tuliukataa, kwa sababu Chunya kwa miaka yote tunatumia maji ya visima. Kupitia kule idara yetu ya maji tumeona changamoto ambayo tuko nayo mpaka sasa hivi, hivyo tukasema tukipata hizi fedha hatuweza kupata tena fedha nyingi kiasi hiki kwenye mradi wa maji. Tuliukataa, serikali ikatusikia, ikafanya survey upya kwenda kutafuta chanzo kingine cha maji. Tuenda ukipata Mbea vijijini kutoka kwenye mto Gwaziva. Tulipopata kutoka kwenye mto Gwaziva gharama yake ya kutekeleza mradi ilipanda. Fedha iliyokuwa imetengwa mwanzoni ni bilioni 11 imepanda mpaka kufikia bilioni ishirini na tano. Endelea kufanya mazungumzo na yule mkandarasi ili wapunguze hiyo gharama ya, ya kuleta huu mradi, na sasa hivi navyozungumza na nyinyi na mazungumzo yapo hatua za mwishoni, na atakapokuwa amekamilika nitakuja kuwajulisheni kwamba sasa mradi tunaanza kutekeleza. Ni bora tuchelewe kutekeleza mradi tupate mradi ulikuwa mzuri na bora kuliko tuwahi alafu tupate mradi wa ajabu. Naomba nirudie, ni bora tuchelewe kutekeleza mradi ili tufanye marekebisho ili tuweze kupata mradi uokuwa mzuri na bora utakao tufaa kwa miaka hamsini ijayo. Kwa hiyo hapa tulipofika tuweza kufanya kazi nzuri, lakini wakati tunasubiri mradi sisi hatujanyamaza kimya tuliendelea kuifanyia kazi, kuhakikisha kwamba, tulimleta kwanza meneja mwingine wa maji, tumeenda kushirikiana naye, kutoka visima vitatu vilivyokuwa vinafanya kazi, mpaka sasa tuna visima tisa vinafanya kazi. Ndio maana leo mnaona maji yanatoka hata mara moja mara mbili kwa wiki. Ni kazi ambayo sisi tumeendelea kuifanya, lakini pia hatujaishia hapo. Mradi wa maji ule utakaotekelezwa miji 28 ili mpaka ukamilike utachukua miaka miwili ili ukamiliko utachukua miaka miwili, mimi tukafanya juhudi nyingine za ziada, tulienda kumwambia mkurugenzi kupitia mapato ya ndani, na amekubali kutuchimbia visima vingine vipya viwili ili vi, vi, vishirikiane na hivi vilivyokuwepo hapa ili tuongeze upatikanaji wa maji hapa Chunya mjini. Hizi ndio juhudi za muda mfupi tunazozifanya katika kuhakikisha kwamba upatikanaji wa maji hapa Chunya unakuwa wa uhakika wakati unategemea ule mradi wa miji 28 uweze kukamilika.